Na leo ni tarehe kumi na mbili mwezi wa tano 2025, mkataba wa kuanza ujenzi wa miundombinu ya kampasi hiyo unasainiwa ili ujenzi uanze mara moja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ili kuanzisha kampasi ya UDOM Njombe, miundombinu msingi imevuniwa kwa kuzingatia malengo na mahitaji maalum ya elimu ya juu, mahitaji ya wanafunzi na jamii inayozunguka. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa, na meza kuu, jumla ya shilingi za kitanzania bilioni 17.172 zimetengwa kwa ajili ya kutekeleza awamu ya kwanza ya ujenzi wa miundombinu ya kampasi ya Njombe, na fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu sita ya msingi kama nitakavyoitaja hapa chini. Miundombinu ya kwanza ni jengo mtambuka la taaluma jengo hili limevuniwa na litakuwa na ghorofa tatu litakapokamilika awamu ya kwanza itajenga ghorofa ya kwanza, yaani hii plus 1 na gorofa mbili zitatekelezwa hapo baadaye kadri fedha zitakapokuwa zinapatikana. Jimo hili mtambuka la taaluma litachukua eneo uh, la mita za mraba elfu tatu mia nne sitini na tano na litakuwa na madarasa, maabara na karakana pamoja na maktaba. Uh, huu ni uthubutu mkubwa, ni waombe taasisi zinazohusika na miradi mikubwa ya ujenzi wizara zenye miradi mikubwa, pamoja na kwamba tuna wenzetu wa mataifa mengine ambao wanaweza wakatekeleza miradi ya ujenzi, lakini vizuri sasa tutafsiri ni miradi ya shilingi ngapi ambayo tunaweka wapa watu wa nje kujenga. Najua kwenye barabara tuifika mahala pa kusema kilomita kumi kushuka chini wajenge wazawa. Sasa kama leo tuna mzawa na thubutu kujenga bilioni ishirini, ninaamini kwamba tunao wazawa ambao a wakafanya bila kuungana hata miradi ya bilioni sitini, bilioni mia moja kwa sababu tumejenga uwezo mkubwa sana wa benki yetu ya ndani Tanzania. tuna mabenki zaidi ya 30. tuna mabenki makubwa matatu: benki ya NMB, benki ya CRDB, benki ya NBC. Bado tuna nyongeza ya benki ya zania, tuna nyongeza ya benki ya KCB, tuna nyongeza ya benki ya Akiba Juzi tumekuja na benki ya ushirika akilia mbali mabenki ya nje kama Diamond Trust Bank, lingine bank, KCB na mabenki mabenki mengine. Kama wachina wanabebwa na mabenki ya nyumbani kwao mifano kama Exim China. Hebu tufike mahali ambapo mabenki ya Tanzania yatachukua nafasi ya Exim China kwenye kuwabeba wakandarasi wa China kwenye miradi, na mabenki yetu sisi ya Kitanzania ya wabebe wakandarasi wazawa wenye mitaji ya kuweza kufanya miradi mikubwa. Kwangu mimi leo nimepata amani kumwona mtanzania mzalendo anafanya mradi wa chuo cha Tanzania, kampasi ya chuo cha Tanzania bilioni ishirini na mshauri mwelekezi Tanzania. Inakuwa jambo la aibu kumwona mtu wa nje anajenga jengo la ghorofa mbili ghorofa tatu hela za kwetu sisi serikali, lakini azipeleka nje tunampa mtu mwingine waje kujenga na kuwa na mshauri pia wa mradi huu. Kwa mimi ninachosema leo nimepata amani, na hiki ndicho ambacho mheshimiwa rais angetamani kukiona kwamba anajenga uwezo wa sekta binafsi ya, ya Tanzania kusimama na kujiamini. Anajenga uwezo wa mabenki ya Tanzania kusimama na kuweza kusupport sekta binafsi ya nyumbani, na haya, hii ndio tafsiri halisi ya maono ya mheshimiwa rais hata mwaka 2022 alipotoa bilioni mia tatu kujenga madarasa elfu kumi na tano nchi nzima, alisema ataka kuona uchumi unachechemka nchi nzima. Tafsiri ya uchumi kuchechemka ni hii, tukifika mahala ambapo bilioni mia sita za miradi zikija zikaenda moja kwa moja kwa wakandarasi wa ndani, uchumi wetu utakuwa, vijana wetu watapata ajira, nondo zitauzwa, saruji, mbao zetu. Lakini kama tunaenda bilioni mia sita bado mtu wa nje na mabenki ya nyumbani kwa yanampa pengine yanampa pengine pesa kwenye, kwenye interest rate ndogo anakuja kuishindana kwenye miradi ambayo wazawa tunaweza kufanya. Hili tuliangalia vizuri, sisi kama watu ambao tunaweza kwenye kutoa miradi mingi kwa, kama tunatenga pesa za budget na tukafika mahala ambapo watanzania wanafanya wenyewe, naamini kwamba tunakoenda nchi yetu tutaenda vizuri. China kule Faransa ijenga leli moja tu, baada ya hapo leli zote za China wamejenga wao wenyewe sisi tumeje kama tukujenga kama tukujenga picha Dar es Salaam sisi wenyewe, kama tukujenga vyuo vikuu vya huko nyuma sisi wenyewe, tujenge na watu watu wanyume, basi tujenge uwezo miradi ya ujenzi wa majengo yanayofuata. Kama tumejenga ikulu sisi kama Watanzania, jengo gani ambalo tutashinda kujenga? Sawa, Watanzania wao maeneo kabla kuanza ujenzi, lakini kikubwa ni ujezi, una, kwa mkandarasi kwenye mkataba wetu wa ujenzi una kipindi cha mobilization cha wiki mbili. Wewe tunakuagiza mkandarasi katika hizi muda wa wiki mbili Zile contract requirements zinakuwa zinakuwa in place kwa kwa maana document zote za security za security mradi performance bond advance zinakuwa submitted, kwa ajili kwa kwa zote zote ya kufanya verification na ziwe kwenye record, lakini vile vile uhakisha katika kipindi cha mobilization unafanya mobilization na equipment zote machinery zote ziji hapa site pamoja na technical personnel pamoja na police wafanya kazi kwa ajili ya kuanza ujenzi rasmi, lakini <laughs> baada ya hapo, tuseme tu tutatakiwa kusaini certificate ya handover leo ili kuinaugurate tu kwamba leo officially imekabidhiwa hii site na site hii commencement itaanza leo including mobilization period ya wiki mbili. Asante, asante. Sisi tunaahidi mbele ya mkoa mkoa ya site na tutaendelea kufanya mobilization kuanzia leo, kama ambao leo tumepata, uh, kufadhiliwa na nafikiri kwenye wiki hii tutaendelea kufanya kuleta mitambo, lakini tumeona pia barabara yetu kidogo uh, iko inaleta shida. Nafikiri leo tutazunguka pia tuone ni sehemu gani tunaweza tukaingizia mitambo, na kwa sababu tutakuwa na mama pale, mwenyekiti wa mtaa, ambaye ndogosi wetu kwa maana ili eneo Hmm. Naamini atatuelekeza sehemu ya kupita sahihi na tunafanya kama wumsema. Asante sana naomba no? Sasa makabidhiano ya certificate ifanyike. Naomba mkuu wa mkoa atakabidhi certificate viongozi uh, wa chuo kikuu kwayo, itatoka kwa architect itakwenda kwa mkuu wa mkoa. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa Tunashukuru kwa kuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka wakati huu, na yote uliozungumza tunazingatia, na sisi kama watumishi wa serikali, akishazungumza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mahali manake ni maelekezo ambayo, um, na sisi tumeachukua kama ambavyo mkandarasi amechukua. Otherwise, napenda kuwashukuru wote ambao mmeshiriki nasi katika shughuli ya leo. Tunaimani wote tutaioni kama ambavyo tumeioni leo mradi huu uweze kukamilika ndani ya muda. Na nadhani hapa wataalamu wangu wa communication wanasema ndio tunamaliza zoezi la leo. Sana kwa sana. Asanteni sana viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi, kiukweli kabisa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya wananchi wote wa Mtaa wa Kiesa pamoja na Kilimani wana furaha kubwa sana hasa hasa katika mradi huu wa ujenzi wa chuo kikuu. Ni mradi ambao waliusubiri kwa hamu sana, hatimaye leo kwa kweli wananchi wote watakuwa na furaha kubwa. Nimeona simu zinakuwa nyingi sana, wananipigia simu kwamba mheshimiwa mwenyekiti tunaona huko magari na nini, lakini wakipata taarifa hii, nikuhakikishie mheshimiwa mkuu wa mkoa, wananchi watafurahia sana. Lakini pia naomba nipongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa jitihada zako ulizozifanya hatimaye mpaka leo tumekwenda kusaini pamoja mkataba wa ujenzi wa chuo kikuu binafsi. Namshukuru sana pia mheshimiwa mama yetu mpendwa jemedari wetu mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametukumbuka wananjombe, amesikia maombi yetu. Ninasema asante sana, nashukuru sana, asante mheshimiwa. Na uwekezaji kwanza kabla sijazungumzia fursa ambazo tutazipata kupitia ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma kwa tawi la Njombe, sisi kama wafanyabiashara tumeipokea fursa hii kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa vizuri sana. Tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa jitihada zake za kuhamasisha maendeleo, na kwa sababu hiyo sisi kama wafanyabiashara hivi sasa hivi ninavyoongea na wafanyabiashara wenzangu tujitahidi kuhakikisha kwamba tunaiona kwamba hii ni fursa ambayo tunatakiwa kuitumia vizuri, kwa kufanya uwekezaji kwenye migahawa, biashara zenyewe za, za kuuza mahitaji mbalimbali ambayo tunajihusisha nayo, biashara za mawasiliano, biashara za mahitaji ya nyumbani kama vyakula, lakini pia ujenzi wa nyumba za kupangisha pamoja na nyumba za kulala wageni. Kwa kweli ni fursa kubwa sana ambayo ipo kwetu kwao tumejiandaa vizuri, na hivi ninavyozungumza, baadhi ya wengine wameshaanza kufanya uwekezaji nikiwepo na mimi mwenyewe pia.